Uchaguzi 2025 upo, hayupo wa kuzuia, kazungumza katibu wangu wa uhamasishaji wa ajenda ya uchaguzi. Nchi hii sio ya mtu mmoja, sio ya rais, sio mbunge, sio diwani, sio mwenyekiti wa kijiji anaamua uchaguzi uwepo ama usiwepo, sio. Uchaguzi ni takwa la kikatiba, kila baada ya miaka mitano tutafanya uchaguzi. Kwa hiyo hakuna wa kuzuia uchaguzi na kwa bahati nzuri sasa, hawa wenzetu ni kama wanayumba yumba hivi, mara hawataki kusaini maadili ya uchaguzi, hawataki. Lakini kama kungekuwa kuna uwezekano kwamba kuna njia nyingine wanaweza wakawazungusha kwa nyuma hivi wakasaini, iwe tu hata kwa bahati mbaya, tunawatamani sana hawa ndugu zetu, tunawatamani mno, kuliko tukabaki na vyama vingine. Katika vyama kumi na tisa chama kimoja tu hakijasaini. Kwa maana hiyo kinakosa sifa ya kushiriki uchaguzi. Tunatamani tuwe vyama vyote kumi na tisa ili tukaonyeshe uimara wetu, wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Urais tutakwenda kushinda kwa kura nyingi, lakini hata ubunge kwenye majimbo mengi tunauhakika kwamba tutakwenda kushinda Chama cha Mapinduzi, hata udiwani vile vile tutakwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo niwahamasishe ndugu zangu viongozi wa chama na serikali ambao mko hapa, tuendelee kuwahamasisha wananchi kwa umoja huo huo, kwa nguvu hiyo hiyo mlionayo, ili inapofika mwezi wa kumi mwaka huu, wananchi waende wakashiriki, wakatimize haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa kuchagua ama kuchaguliwa.